Mazao yamestawi vizuri katika bustani hii, ni ishara nzuri kwa mkulima ambaye ametumia nguvu yake katika kuhakikisha anajipatia riziki. Ni bustani inayomilikiwa na kijana Wilson Kihwele ambaye alianza kujihusisha na kilimo cha mbogamboga na matunda mwaka elfu mbili kumi na sita katika kijiji cha Mwatenga kilichopo wilayani Mbarali mkoani Mbeya akilenga kujiongezea kipato baada ya kugundua kuwa mshahara wake wa ualimu hautoshi. Nilianza na matuta machache tu, matuta kumi na saba. E, na wakati huo tulikuwa nalima mbegu za kawaida kabisa, yaani hizi mbegu za za tunasema local breed, lakini baada ya kupata mafunzo kutoka watu wa Rikoto nilipata semina na baadaye nikapata utaalamu kupata utaalamu wa hiki kilimo cha kisasa nikafundishwa kutumia matumizi ya teknolojia ni dripu, na mbegu za hybrid. Kwa msaada wa shirika lisilo la kiserikali la Likolto wanaotekeleza mradi wa kuhamasisha upatikanaji wa ajira kwa vijana, Yefa Kihwele anasema yeye ni mnufaika wa moja kwa moja wa mradi huu. Kwa mfano, mkulima huyu hapa amewezeshwa kwa kutumia pampu za sola lakini pia ana drips kwa hiyo alikuwa analima kwa udogo, lakini kwa sasa hivi anaweza kulima zaidi ya eka ishirini na tano kwa wakati mmoja. Lengo kuu la Yefa ni kuweza kuwahamasisha vijana waweze kuchukua nafasi katika kutengeneza ajira kwa ajili ya hasa vijana wa kike, na tunawaunganisha hawa vijana na masoko. Wilson Kiwhele analima nyanya za kisasa zinazokomaa kwa muda mfupi na kwamba yeye anaridhishwa na soko la bidhaa hizo. Soko la nyanya hii nailima hapa shambani, mimi nauzia shambani, lakini wateja wangu naowauzia wanauzia soko la Mbeya, e, sehemu ya Uyole. Hapa ni shambani kwa Kiwhele, wanunuzi waliofika kununua wa nyanya wanaendelea na kazi yao. Sasa huyu Kiwhele ni, ni mteja wangu, huwa namtembelea nauliza kama nyanya ziko tayari, akiniambia tayari, nakuja. Kwanza kabisa tunawasiliana naye au tunamtembelea, tunakuja kuangalia ameandaije mashamba, nini kinamsumbua, anatuambia. Lakini garau atumii mtaji wetu sisi, anatumia ni wakwake. Pia baada ya kununua shambani, wateja hao nao huzipeleka Uyole, jijini Mbeya, tayari kuwauzia wateja wengine. Auleria Gabriel, Azam News.